Licha ya kushindwa kujiunga na chuo kikuu kutokana na ukosefu wa fedha, kijana mmoja kutoka Wajir anasaidia jamii kwa kutoa mafunzo kwa watoto katika eneo hilo. Ingawa Hajir Ibrahim hajasomea ualimu, mapenzi yake ya masomo yamempa msukumo wa kuwafundisha watoto na hata kuandika kitabu. Katika mazingira magumu na yenye changamoto nyingi ya kaunti ya Wajir ambako umaskini na ukosefu wa fursa mara nyingi huzima ndoto za vijana, kijana mmoja aliyehitimu shule ya upili mwaka mmoja uliopita amechagua njia tofauti. Badala ya kukata tamaa, Hajir Ibrahim ameamua kurejesha kwa jamii kwa kujitolea kufundisha na kuwahamasisha wanafunzi katika shule mbalimbali mbali. huku ndoto yake ya kujiunga na chuo kikuu ikibaki mashakani Hajir alimaliza shule ya upili kwa msaada wa mfadhili. Hata hivyo, kutokana na hali duni ya kifedha ya familia yake, ameshindwa kuendelea na masomo ya juu. Badala ya kukaa nyumbani bila shughuli, aliamua kuingia madarasani kusaidia kufundisha na kuhamasisha wanafunzi. nilikuwa na hamu nyingi ya zaidi ya kufanya udaktari na nilipata changamoto nyingi kusoma tangu nikiwa kiduchu katika shule yangu ya upili nililipiwa na naibu wa gavana wa former Wajir ambaye anaitwa Ahmad War, ambaye alikamilisha karo yangu ya chuo, shule ya upili kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha nne. Namshukuru, shukrani za dhati zimefikie popote alipo. Nami baada ya kumaliza shule sikupata mwenye anaweza kunisaidia kujiunga na shule ya upili, chuo kikuu. Mwalimu mkuu wa shule ya upili ambako Hajir alisomea ya Wajia High School, Adhan Kasim, amemtaja Hajir kama mmoja wa wanafunzi bora waliowahi kuwa nao katika kipindi cha mwaka mmoja akiwa nyumbani, huku wenzake wakiendelea na vyuo vikuu, Hajir alipata hamasa kutoka safari ya maendeleo ya Kenya. Hapo ndipo alipoamua kuandika kitabu, akielezea ya maono yake kuhusu maendeleo ya taifa na ndoto zake binafsi into into developed things. As I was mentioned earlier, the the the the health sector, the education sector, education and and also youth the youth empowerment. You empower the youth and transform them into entrepreneurs. That has inspired me a lot. We give to to Hajir Ibrahim is is not a loss to this this nation. It is a gain to this nation. Licha ya kufungwa na minyonyoro ya umaskini Hajir Ibrahim anaonyesha kuwa ndoto zinaweza kuishi hata katika mazingira magumu. Hii ni simulizi ya udhabiti, malengo na imani kuwa elimu ndiyo nguzo ya mabadiliko. Nikiripoti kwa runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Wajir, jina langu ni Hashim Jimal. Vijana wa kurandaranda mitaani mara